Mpendwa mtazamaji, kwa jina naitwa Mchungaji Hezron Mchenya. Na mimi kwa jina naitwa Victoria Mchenya. Tunayo furaha kukukaribisha kwenye chano hii ya YouTube ya Siku ya Tatu, mahali ambapo kitu pekee tunachokifanya ni kufundisha na kujadili habari za nyakati na majira ya kibiblia zenye msisitizo maalum unaohusu siku ya tatu, na leo tunafuraha sana kuongea na wewe kuhusu siku ya kibiblia ya waaminio kutawala duniani. mm -hmm. Sasa Mchungaji Hezwa, mm -hmm. tafadhali, naomba utueleze kwa kifupi siku ya kutawala duniani kwa waaminio ni ipi? mm -hmm. Kibiblia au kimaandiko, siku ya waaminio kutawala duniani ni siku ya tatu ya utimilifu. Msingi wa maarifa haya unapatikana kwenye habari ya uumbaji wakati wa mwanzo. Kwenye uumbaji, Mungu aliitenga siku ya tatu ya utimilifu kuwa ndiyo siku pekee ya mwanadamu kuitawala dunia. Mungu alifanya hivyo ili kufunua maarifa haya kwamba wakati wa mwisho kwenye ukombozi Mungu ametenga milenium ya tatu ya utimilifu kuwa ndiyo milenium pekee ya waaminio kuitawala dunia. Mungu amefanya hivyo kwa sababu yeye huutangaza mwisho tangu mwanzo kwenye maarifa ya nyakati na majira ya kibiblia. Mungu alizigawa siku sita za kazi ya uumbaji kwenye makundi makuu mawili, na katika makundi hayo, kundi moja lilibeba siku za maandalizi na kundi jingine lilibeba siku za utimilifu. Kwa maelezo ya kina zaidi kundi la kwanza lilihusisha siku tatu za mwanzo za uumbaji ambazo zilikuwa siku ya kwanza, siku ya pili, na siku ya tatu. Siku ambazo zilitengwa na Mungu ili zitumike kama siku za maandalizi ya uumbaji, au kwa kifupi tunaweza kusema zilikuwa siku za maandalizi. Hali hmm kadhalika, kundi la pili lilihusisha siku tatu za mwisho za uumbaji ambazo zilikuwa siku ya nne, siku ya tano na siku ya sita. Hmm. Siku ambazo vilevile zilitengwa na Mungu ili zitumike kama siku za utimilifu wa uumbaji au kwa kifupi unaweza kusema zilikuwa siku za utimilifu. Zaidi ya yote, wakati wa siku saba za habari ya uumbaji, siku ambazo zilibeba mwanzo wa kila kitu ulimwenguni. Mungu aliitenga siku ya kwanza ya uumbaji ili itumike kama siku ya kwanza ya maandalizi ya kila kitu kilichohitajika kwa ajili ya siku ya nne ya uumbaji, na hivyo akaifanya siku hii ya nne ya uumbaji iwe ndiyo siku ya kwanza ya utimilifu. Mm -hmm. Vilevile Mungu aliitenga siku ya pili ya uumbaji ili itumike kama siku ya pili ya maandalizi ya kila kitu kilichohitajika kwa ajili ya siku ya tano ya uumbaji na hivyo akaifanya siku hii ya tano ya uumbaji iwe ndiyo siku ya pili ya utimilifu. Na mwisho wa yote, Mungu aliitenga siku ya tatu ya uumbaji ili itumike kama siku ya tatu ya maandalizi ya kila kitu kilichohitajika kwa ajili ya siku ya sita ya uumbaji hmm, na hivyo akaifanya siku hii ya sita ya uumbaji iwe ndiyo siku ya tatu ya utimilifu, na ni siku hii ya tatu ya utimilifu ambayo ndiyo mkazo wa somo letu hili la leo. Hata hivyo, wakati wa miaka elfu saba ya habari ya ukombozi, miaka ambayo inabeba mwisho wa kila kitu ulimwenguni, Mungu alitenga miaka elfu tatu ya ukombozi kabla ya Kristo ili itumike kama miaka ya maandalizi, na vile vile, Mungu alitenga miaka elfu tatu ya ukombozi baada ya Kristo ili itumike kama miaka ya utimilifu kibiblia miaka hii elfu tatu ya ukombozi baada ya Kristo, ambayo pia ni miaka elfu tatu ya utimilifu mm -hmm. Ilianza kuhesabiwa tangu Yesu alipokuja duniani miaka elfu mbili iliyopita. Ndiyo maana Agano Jipya limenukuu manabii wengi wa Agano la Kale kwa kutumia usemi huu unaosema, ili litimie neno lililonenwa na nabii, pengine Isaya au Yeremia au nabii yeyote ambaye amenukuiwa katika Agano Jipya. Na usemi huu unaonyesha ni lini miaka ya utimilifu ilianza? Andiko mojawapo linaloonyesha waziwazi mwanzo wa miaka ya utimilifu linatoka kwenye Matayo sura ya tano na mstari wa kumi na saba. Andiko hilo lina mnukuu Yesu akisema, msidhani ya kuwa nimekuja kuitangua torati au manabii la sikuja kuitangua bali kuitimiliza. Kufuatia andiko hili, tunajifunza kwamba miaka ya utimilifu ilianza kuhesabiwa tangu Yesu alipokuja duniani kwa mara ya kwanza miaka elfu mbili iliyopita hivyo basi mnamo mwaka elfu mbili ulimwengu ulimaliza milenia mbili za utimilifu, na mnamo mwaka elfu mbili na moja ulimwengu wote ulianza milenia ya tatu ya utimilifu, milenia ambayo kwa Mungu ni kama siku ya tatu ya utimilifu. Wow. Na hapa ndipo penye maarifa au ufahamu muhimu wa kibiblia. hmm. Wakati wa uumbaji, Mungu aliitumia siku ya tatu ya ukamilifu ambayo ilikuwa siku ya sita ya uumbaji kumuumba mwanadamu kwa mfano wa sura ya Mungu. hmm. Na kumpa kutawala dunia kwa muda wa siku moja. Hali kadhalika wakati wa ukombozi, Mungu anaenda kuitumia milenium ya tatu ya utimilifu kwa ajili ya kuwabadilisha waaminio ili waweze kubeba sura ya mfano wa Mungu na kuwapa kutawala dunia kwa muda wa miaka elfu moja miaka ambayo kwa Mungu ni kama siku moja na sababu ya tukio hili kutokea kwenye milenium hii tuliyoianza mwaka elfu mbili na moja ni hii milenium hii ya tatu baada ya Kristo ambayo inabeba miaka elfu moja ni milenium ya tatu ya utimilifu ambayo kwa Mungu ni kama siku ya tatu ya utimilifu, siku ambayo Mungu aliifunua tangu wakati wa uumbaji ili iwe ndiyo siku pekee aliyoitenga kwa ajili ya waaminio kubadilishwa na kubeba mfano wa sura ya Mungu na kuwapa kutawala dunia kwa muda wa miaka elfu moja miaka ambayo kwa Mungu ni kama siku moja. Wow, wow, wow, wow. Asante sana kwa maelezo hayo ya ndani kwa ajili ya siku hii sasa ni mm. jambo gani muhimu ambalo ungependa tujifunze kwa wale ambao wanatutazama kwa siku ya leo? Amen, jambo muhimu la kujifunza kwenye somo hili la leo ni hili, siku ya wote waaminio kubadilishwa na kubeba mfano wa sura ya Mungu na kupewa kutawala dunia kwa siku moja. Sasa imefika. Hii ni siku ya kipekee mno inayobeba miaka elfu moja ambayo inaangukia kwenye milenium ya tatu ya utimilifu wa unabii wa neno la Mungu, utimilifu ulioanza tangu miaka elfu mbili iliyopita. Vile vile kithiolojia, miaka hii elfu moja ya waaminio kutawala na Bwana Yesu duniani inatambulika kama utawala wa milenium wa Yesu Kristo duniani. Zaidi ya yote, miaka hii elfu moja au milenium hii moja, ambayo kwa Mungu ni kama siku moja ni miaka au ni milenium maalum kwa Mungu aliyoitenga kwa ajili ya kutimiza ahadi yake ya ufufuo wa kwanza wa wote waliokufa katika Bwana na wote watakaouawa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu waumini ambao nao vilevile vile wanaenda kutawala pamoja na Kristo kwa muda wa miaka elfu moja. Na ni suala la muda tu, mambo haya yote yataanza kutokea. Napenda nihitimishe kwa kukutia moyo wewe unayemwamini Bwana Yesu kuamka kiroho na kujiweka tayari kwa ajili ya siku hii ya kipekee kabisa, kwa sababu siku yetu maalum kwa ajili yetu sote tunaoamini, siku ya kubadilishwa na kubeba mfano wa sura ya Mungu na kupewa kutawala dunia pamoja na Kristo kwa muda wa miaka elfu moja mm. Sasa imefika na sasa ipo hapa mm. Lakini pia kwa yeyote ambaye ungependa kumwamini Bwana Yesu, siku hii ya furaha kuu na ya tumaini kuu inaweza ikawa sehemu ya maisha yako na hilo ndilo jambo muhimu la kujifunza kwenye somo hili la leo. Amen, amen. Mm. Asante sana kwa maelezo hayo. mm. Kwa kweli mm. siku mm. hii imebeba mambo mengi sana mm. na ni siku ya tumaini kuu sana kwa wale ambao tunamjua Yesu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Mm. Tunapenda kushukuru sana kwa kuungana nasi siku ya leo mm. na kama ungependa kumpokea Yesu moyoni mwako tunataka tukupe nafasi hiyo muhimu Mm. Tafadhali fuatishe sala hii fupi ninapoomba pamoja na wewe. Mm. Mm. Sema, Bwana Yesu, leo mm. ninakukiri kuwa Bwana wa maisha yangu mm. ninaamini kwamba ulikuja duniani mm. ukafa msalabani na siku ya tatu ukafufuka mm. kuyaokoa mm. maisha yangu mm. nisamehe dhambi zangu zote mm. na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima mm. katika jina la Yesu, amen, amen. Amen. Amen. Sasa basi Mm, ni shauku yetu kukuona ukikua kiimani hivyo. Mm, basi popote pale ulipo, mm. tunakutia moyo mm, uungane na waamini wengine wote pale unapoishi, mm. karibu na wewe mm, ili upate kujifunza zaidi. mm. na hapa ndio mwisho wa kipindi chetu cha leo. Mm, hadi wakati mwingine tena. Mm, kumbuka siku ya tumaini kuu kuliko yote mm, imefika, mm. siku ya tatu.